Wananchi wa kata ya Uyovu wilayani Bukombe mkoa wa Geita wameiomba serikali kuboresha huduma za afya katika kituo cha Uyovu ili kuondoa kero zilizopo kituoni hapo wananchi hao wametoa maombi hayo wakati wa kituo hicho kilipokuwa kikipokea mashine ya kupima wagonjwa mbalimbali yenye mbali thamani ya shilingi milioni mbili nukta sita iliyotolewa na mbunge wa Bukombe Doto Biteko, kwa lengo la kuboresha huduma za afya katika kituo hicho. Wamesema kuwa pamoja na kupata msaada huo bado kuna changamoto za wauguzi kuwa wachache pamoja na upatikanaji wa dawa na bado sasa wawepo wasimamizi wa kuwakagua madaktari zetu, ili wao wanasimama kabisa, napofika mgonjwa anawahi kumpokea. Mara unaweza ukafika tu, unapokuwa kwenye mapokezi, unakuta foleni kwa upande wa, unaona, ukifika na kwanza kwa nikunua daftari, ukija maabara mipira, kama unapima malaria na bomba dawa dirishani, ukikuta hamna na zenyenaandik kanua kukitengenezea mpango kazi wa makusudi kabisa kihudumu kama hospitali kwa maana kiwango cha hapa kinazidi population ya watu wa hospitali ya kiwilaya. Akizungumza na wananchi hao mara baada ya kukabidhi mashine hiyo, bwana Biteko amepongeza jitihada zinazofanywa na watumishi. furahi kuambia kama alivyotuonyesha tayari kununuanunua tena madaftari hakutakuwepo Uyovu kwa sababu tuna kadi zipo. Na habari ya umeme, tumechukua hatua ya haraka. Tamesa walikuwa wanasema wanasubiri utaratibu wa kupata fedha ili walete wataalam waje kuangalia. Tumewawezesha <coughs> ili walete wataalam na wataalam wamefanya kazi hiyo, leo wameondoka, kesho watatupa taarifa. Tumekuwa na tatizo la kutumia darubini zile za kikale hmm, ambazo zinatumia jicho moja hmm. Matokeo yake watu wengi wa maabara unakuta anatembea hivi hmm, kwa sababu <laughs> anatumia jicho moja, lakini sasa hivi unatumia wanasema binocular, okay. Kwa hiyo anaangalia tu kwa macho yake, anaweza ka adjust kulingana na upana wa face yake.